Na namna alivyo anaweza akawa kocha sahihi ndani ya Simba. Eh, nafikiri kwenye kocha mara nyingi anapotua kwenye klabu inabaki kuwa ni gambo ambayo lolote linaweza likatokea, mm. Anaweza kufanikiwa, anaweza asifanikiwe, lakini kwa maana ya kuitazama profile yake, kitu pekee positive ambacho binafsi kwangu mimi nakiona inawezekana ni record za miaka ya hivi karibuni za makocha kutoka South Africa ambao wanakuja kufundisha ligi ya Tanzania. Kwa kutazama mifano ya Fadlu, kwa kutazama mfano wa hata yule Saidi Ramovich ambaye alikwenda kufundisha Young Africans, at least kuna kitu unaona kwamba inawezekana kocha asiwe amefanya mambo makubwa sana South Africa lakini akaja Tanzania na akaweza kufanya kitu. Lakini kwa kuitazama profaili yake yeye mwenyewe peke yake, hmm. Akusema ukweli bado ni mwalimu ambaye binafsi namwona ni mwepesi sana ukilinganisha na mahitaji ya Simba, kwa sababu uh, Baka ni beka tuseme ni kocha ambaye amefundisha vilabu vitatu limeona ambavyo ni vya South Africa na ni vilabu ambavyo ni vya daraja la kati, Stellenbosch ambao tumewazungumza hapa ukiachilia mbali walichofanya msimu uliopita kwenye michuano ya kombe la shirikisho hakuna eh, kumbukumbu yoyote kubwa ambayo yeye eh, mwalimu ameiweka ame, ame, ame akiwa na klabu hiyo. Lakini hata ukiangalia msimu huu Stellenbosch ni miongoni mwa timu ambazo zina struggle, hazina wakati mzuri sana kwenye ligi ya South Africa, yeye eh, akiwa kocha wa, wa, wa, wa, wa klabu. Kwa hiyo binafsi namuona ni mwalimu ambaye eh, mahitaji ya klabu ya Simba nikiyatazama, Simba ni timu ya wanachama. Tumezungumza hapa ishu ya wanachama. Simba ni timu ambayo presha yake ya kufanikiwa kwa sasa ni kubwa sana, baada ya kuvunjwa -ku -ku kwa utawala wake kwenye ligi kwa takriban miaka minne, ni jambo ambalo sio kitu ambacho wanakifurahia. Wanahitaji sana mwalimu ambaye atakuja kuwasaidia kurejesha ufalme wao kwenye ligi na kuongeza ukubwa yale ambayo wanaweza kuyafanya kimataifa. Sasa mwalimu ambaye anakuja ni mwalimu ambaye anatoka kwenye klabu ambayo kwenye hajawahi kufundisha klabu yoyote ambayo inapitia presha ya aina ya Simba, kwa maana ya klabu yenye wanachama na mashabiki wengi. Kwa mfano South Africa pale, ni atakiwa awe kama katoka Kaizer hivi au Orlando Pirates. Nafikiri ukiishi maisha ya vilabu vile, maana yake maisha ya kushambuliwa, kukosolewa, tayari unakuwa umeyazoea lakini huyo ni mtu ambaye ametoka kwenye eneo ambayo ni comfortable zone kwa maana ya alichofanya Stellenbosch. Kwa mfano matokeo ya msimu huu ya klabu ya Stellenbosch. Uh, ukilinganisha pengine na kufika at least nusu fainali ya, champion ya, ya shirikisho msimu uliopita ukitazama mwendo wao wa, wa msimu huu pengine kama ingekuwa ni aina ya, ya klabu ambazo zina pressure kubwa labda angekuwa ameshafukuzwa na klabu okay. Lakini mm, ni kwa sababu klabu ambayo mahitaji yake ndio wao wanaona hii ni level ya kawaida, lakini kwa Simba hawatoweza kuishi na na na, na, na mwalimu kwa, kwa kama atakuwa ana perform katika ile level ambayo Stellenbosch ana perform kwa sasa. Kwa hiyo kwangu naona ni mwalimu wa kawaida ambaye oh. Kimsingi Simba walichokifanya hakina tofauti sana walichokifanya mbele ya wale eh, Gaborone United baada ya kucheza nao wakamwona mwalimu wao anafaa, wa, wakamchukua the same naiona hiyo. Na kwa huyu mwalimu ambaye amemchukua ni kocha wa, wa mwenye walau sifa zipi chache anaweza akalimudu soka letu la wa Tanzania, wakigeni, tukiacha wazawa, nalijua soka letu wa wakigeni, sifa zipi chache anatakiwa awe nazo ambaye anaweza akalimudu soka letu? Mimi kwanza napingana, kwanza kwa kuanzia kwa, napingana na Chenge, napingana naye kwa kwa maana unajua pressure inategemea pia na nyakati mm. Simba imeshawahi kupata makocha wenye CV kubwa sana ni wenye wasifu mkubwa sana Afrika mm. na hata duniani, lakini mwisho wa siku tuliona walishindwa kuendana na mazingira ya, ya, ya Simba na hata ya Tanzania. Mfano mm. mzuri tu ni Benchika, alitoka kuipa timu Confederation ligi, kombe la shirikisho na akaja Tanzania, mazingira akamshinda, kwamba walikuwa na kocha kocha sahihi, lakini hakuwa katika mazingira sahihi na hakuwa aku, katika wakati sahihi. Sasa ukiniuliza kuhusu huyu kocha ambaye amemchukua kutoka kutoka kutoka kutoka Stellenbosch. Mm, wajua kitu cha kwanza ambacho mimi naamini kinachoangaliwa ni ni idea ya mwalimu, yaani huyu mwalimu anafundisha aina gani ya mpira mm, anapendelea nini na aina gani ya wachezaji, je inaendana na falsafa yetu au inaendana na falsafa yao? Sasa changamoto ya presha, inawezekana kule kuwa na pressure kubwa kweli, kama ambavyo mmoja anasema, lakini inawezekana huyu mwalimu pia anahitaji kuitumia Simba ili kutengeneza wasifu wake. Na ndio bado tulishuhudia mtu kama Sven Vandenbroeck alikuja Simba akiwa ni kocha ambaye ana ana ana ukubwa huo. Na alikuja Simba ikiwa na mafanikio makubwa pengine kuliko yeye. Lakini wote tunakumbuka baada ya kutoka Simba, Sven sasa hivi yuko wapi? Leo tunamzungumzia kwa, katika ligi kuu ya Ubelgiji kocha. Mm. Alikuja Fadlu Davids. Simba alimchukua akitoka kuwa kocha msaidizi. Yaani kandoeka ku, katika kutazama ku, ku, ku, ku, ku kwa wakaenda kumchomoa kocha msaidizi. Mm. Lakini ndani ya msimu mmoja jina lolijenga, hizo na hizo pressure zote Fadu, akaweza kuachieve. Kwa hiyo inawezekana ni kweli hapa akutane na pressure katika Stellenbosch, lakini inawezekana yeye mwenyewe mwalimu pengine kupitia hizo pressure ndo akazidi kujijenga na kukuwa na ile kiu ya kufanikiwa zaidi. Lakini pia anakuja katika kipindi ambacho Simba tayari imeshatimua makocha wawili. Yaani unajua kuna ile ha, aibu tu inakuja kwamba tukimtimua na huyu Hmm. Tunazidi kujifelisha tatizo, tatizo ni sisi siyo, siyo, chazi ipo, Tanzania mimi inawezekana mimi ikawepo <laughs> lakini, yani unajua <laughs> yani changamoto ilivyo. Kwa mfano hey. kama leo hey. presha kubwa ya Simba iliyopo, mimi nachoamini ni hey. ligi kuu Tanzania bara yeah. ambao ligi kuu Tanzania bara wapo katika right track, awajapoteza mchezo wowote hmm. kimataifa leo, mimi sitaki kuamini Simba watamtimua Steve Barker Baka, beka kwa sababu eti timu itashindwa kuingia robo fainali, kwa sababu tayari anaikuta timu imeshapoteza matumaini. Mm. Yani leo Simba ikiingia robo fainali tunaweza kusema ni kama bahati. Yani sitaki kuamini kwamba hata kwenye video vya viongozi wa Simba wanaona hiyo nafasi kwamba wao wana nafasi kubwa ya kuingia ya kuingia robo fainali. Mm. Kwa hiyo nadhani na ligi na ya Tanzania, wote tunafahamu kwamba hata ndani hata makocha wetu wazawa akipewa Simba ifundishe anaweza kupambana kwenye ligi ya Tanzania. Kwa hiyo mm. mi sioni katika changamoto, lakini ukiuliza ni aina gani ya, ya kocha ambaye Simba wanamhitaji ukija kwenye swali lako, jibu nitajibu moja tu ni yule kocha ambaye ataimba lugha moja na Simba. Kwa lugha yao Simba lazima ajue na aimbe nao <laughs> yaani, naamini klabu zote za Tanzania zina lugha zake, yaani kwenye hizi klabu zetu zozozoe. Mm. Yaani kwa sababu ninachosema hivyo, tumewaona makocha wazuri wamekuja na kuna makocha waliondoka katika namna ambayo mpaka sisi wenyewe tukabaki tu tunajiuliza kocha, kwa nini kaondoka, kwa nini kaondoka. Lakini inawezekana timu imefanya vizuri, hey, imechukua si hey, ubingwa, na watu bado kocha wakaachana naye hmm. Kwa hiyo naamini atakaimba lugha moja na Simba, na ninavyozungumzia lugha maana yake ni mahusiano yake yeye na, na, na, na, na, na, na, na uongozi Okay, uh, njenge mm. Unaamini uh, timu zetu wakati mwingine zinashinda na kufanya vizuri kwa uwezo wa walimu? hey. Au uh, viongozi wanajua wao wanajua wanashindaje? Kocha yupo kwa ajili ya kutimiza matakwa ya utaratibu wa mpira wa miguu. Mimi na kumpata mtu alao anaweza akasimamia mazoezi. Mimi ni muumini wa utaratibu Alex. <laughs> Matokeo yote yaliyotokea kwenye dakika 90 uwanjani. Mimi naamini yameanzia kwenye uwanja wa mazoezi mwalimu akitengeneza uh, namna gani timu yake itacheza, na baada ya hapo kilichofanyika mazoezini, wachezaji wameenda kukiapply vizuri kwenye mechi na kupata kile wanachotaka. Kama kuna mingine hayo, mimi sio muumini wa hayo, na vilevile, wala wala siyajui. Kwa hiyo naamini katika zile za kile kinachotokea uwanjani na ndiyo maana na, na, hata, hata kwenye hizo teuzi za walimu nakosoa na kwa mfano mm, chazi hapa ametolea mfano wa ishu ya benchika kwa mfano mm, ambaye alikuja na profile kubwa mm, mimi ni miongoni mwa watu ambao pia nilipinga wakati ule, uh, uteuzi wa benchika kwa kocha wa Simba. Ujio wa benchika Simba ulipinga, niliukataa, ni, ni, ni hapa nakumbuka, mutatafuta yo kumbukumbu ipo, na niliukataa kwa sababu wa wasiwasi wangu mkubwa ulikuwa wapi? Eh, benchika ni mtu ambaye ameishi sana kwenye utamaduni mmoja amefundisha timu kutoka kwenye zoni moja, na ni zoni ambayo ilijipata kwenye kila kitu, yaani sehemu ambayo ukihitaji hiki unapata, ukihitaji hiki unapata. Anawezaje kuja kukabiliana mazingira ambayo sometimes kuna kukosa, unaweza ukataka hiki ukakikosa? Ndio maana benchika alikuja hapa, kila mchezaji alikuwa anamwona mchezaji mbovu. Hata wale wachezaji ambao klabu ilikuwa inaamini hawa wanaweza wakasaidia, yeye alikuwa anaona ni wachezaji wa kawaida tu ambao akianza kikosi chake pale cha wachezaji 11, kila akiangalia benchi anajiona hana wachezaji, lakini mashabiki wao, mbona kuna watu pale nje hawatumii mwalimu? Kwa hiyo kwa hiyo maana alikuja kama kocha mkubwa kuliko eh, timu yenyewe ya, alikuja kama kocha mwenye profile kubwa mkubwa, na alitoka kwenye mazingira ambayo hayakumzoesha mazingira ya kukosa baadhi ya vitu yalimzoesha kuwa ana cream ya wachezaji bora ambao wameandaliwa katika mazingira mazuri. Unafanya mazoezi kwenye sehemu ambazo miundombinu iko proper kabisa, maana yake ni mtu ambaye wewe eh, unafikiri Benchika, nini kilimwondoa Simba? Mimi nakumbuka ile video yake ya mwisho ilisambaa, kwa wapi ilikuwa Tabora, alikaa uwanjani muda mrefu sana baada ya mechi kuisha Singida. Singida. <laughs> ilikuwa Singida eh, alitulia karibu dakika kumi, upo kwenye benchi ana tafakari. Unajua Benchika, kilichomwondoa ni mambo, yani mpira wetu kuwa na mambo mengi ya nje ya uwanja. Mm, ndio hai sasa sawa. Yeye ni muumini wa utaratibu, hata kwenye upangaji wa timu anapanga, yeah, timu. Ndio maana kuna baada ya mechi moja kubwa aliondoka, kaambia: bwana hawa na hawa na hawa washazungukiwa, siwapange siwapange. Eh, akasema mimi siamini kitu kama hicho ndana uwezo mtu anavyasika mtu vitendo alifanyaga sabu moja immediate rifa akatoa mtu, baada ya pale akaja kunawa mikono, yaani ile ambayo ilikuwa, yaani matendo yaliyo muondoa yule ni nje ya uwanja. Nje ya uwanja, watu mko serious, mmewekeza, mnafanya fedha, afu kuna mtu mwingine anawasabotage kwa sababu tu kazungukiwa na upande mwingine. Sasa hapo yule manakeo alichondoka naye akaona siwezi, yaani yule hawezi kuja kufundisha tena ligi ya Tanzania sababu ya kachukua kwamba hii ligi yaani vitu vyote vinafanyika yani vya nje mm. hivi kwa nini koa niondokeza ndio unarudi pale pale kwenye hoja yangu ya kwamba mazingira ambayo yeye alikuwa nayo wakati yuko Algeria. Mm, una, una kila kitu kilikuwa, vitu vingi vilikuwa vimenyoka. Sisemi mm. kila kitu lakini mm. kuna mambo mengi yalikuwa yamenyoka, lakini akaja sehemu ambayo anakuta pa. vitu vingi unavyoviamini wewe vya kimpira hiyo <laughs> sehemu, hivyo vitu haviaminiki. <laughs> kama kocha umeshatengeneza <laughs> timu yako wiki nzima umetrain ule <laughs> unamtegemea afanye kazi, alafu mtu anakuambia wewe, bwana mweke viongozi wako bwana, wewe kashanunuliwa, wewe hey. Eh, ah, kanunuliwa vipi wewe? Hey. Bwana wewe, atakuchomesha wewe, si ndakwambia. Hey, si tunajua kocha, sema hami sema anaweka, anamuona kabisa mtu anavyocheza, akaona huku mimi naharibu career yani akaona hapa status yangu naiharibu, haraka ngoja nikimbie. mm wale aliondoa wali makubaliano ya pande mbili, unajua, kwa sababu eh, kwa mujibu wa taarifa alikuwa anaenda kumuuguza mkewe. Kuna vitu anaambiwa haviamini, akakuja akaviona practical kwenye michezo, kuna vitu vya hivyo namna hiyo. Kwa hiyo sisi basi tabidi tuwape kazi walimu ambao ni wakwetu wanaojua tamaduni zetu e, e, mwisho wa siku unakuja uh, na uh, sisi tamani kwamba bwana sisi tushajua mimi shaambiwa najua wewe ah. Uh, ushavuta mzigo na mimi uh, nakupanga ah. Na ninakufuatilia uh, uh, tukio moja mpaka lingine kwenye dakika <laughs> hizi tisi mimi niko huko. Eh. Wewe njenge cha Zabeli sana na nani bwana, taarifa yenu unayo kama mwalimu. Eh. Eh. mimi shaambiwa mshafuta mzigo na mimi, nyinyi ndio nawategemea. Eh. Uh, niko kwenye benchi pale. Uh, nendeni kachomesheni. Nendeni kachomesheni. Nende kacho ah, ila kutoka pale. Anatazama kushoto, anatazama kulia. Uongo sio kweli ah.

So, yaani unajua, hilo huo mjadala mpana lakini, ndo kama nimekwambia, mimi imani yangu yeah, naamini timu hizi zinashindwa zinashinda kwa uwezo wa walimu, kwa sababu football huwa inataka hivyo. Kila mwalimu eh, kila mtu anawajibika eneo lake, walimu wanafanya eneo lao na viongozi wengine wanawajibika kwenye maeneo yao.